Hijabu ni mfano pambo zuri la dhahabu lenye mngao na mwonekano wa ajabu, ameamrisha Allah, hakika kuikataa sio ni sababu. Naam, hakika hukupa mwonekano wa heshima na adabu, imeamrishwa kwa wanawake wote duniani, na wala sio tu kwa Waislamu wala Waarabu. Tazama walivyopendeza, Alia, Ayani, Yusraini, Nasrini pamoja na Zainabu. Hijabu ni silaha yako, basi linda imani yako Hebu ni jaribu hijab. Hijabu ni maneno aliyojisemea msichana mstarabu mstarab. Mara ya kwanza alipovaa aliona tabu, alihisi mwili wake umebeba mzigo mzito, mzito wa ajabu. Ila kwa kuwa aliamua kuijaribu alijikaza kwa zote tabu. Alimwomba Allah amwongoze wala asimtie kwenye majaribu. Masha, Masha Allah. Allah sasa amependeza na amekuwa kama shamba zuri lilosheheni nyeusi zabibu alikuwa nayo sababu, sababu, na sasa amepata jawabu. jawabu hakika kwa mola wake anataraji lukuki thawabu, thawabu. na ameepuka kali za mola wake adhabu. Karibu kwenye zahanati ya Allah, Allah. tabibu wa matabibu vaa hijabu upate moyo wako matibabu atibabu. hakika huwatibu wote wala hata mmoja hata mghilibu. Sitiri mwili wako ili uhusiano wako na mola wako usiuharibu. Wajinga husema eti ukivaa hijabu kwa joto lake kali wapata tabu wamesahau moto na ngumu zenye kufedhehesha adhabu. Waache waseme, ila ipo siku watakapofanywa mabubu. Hakika kwa mateso makali ni chungu, haijawahi kuwapata sulubu. Naam, ni haki yao sababu walipinga walipoteremshiwa kitabu, kitabu. Hijabu ni silaha yako, basi linda imani yako. Hijabu ni, ni vazi lenye kukuhifadhi na ni vazi lenye kufanya kuonekana mwenye hadhi ni vazi lenye kutunza heshima yako na kukweka mbali na maudhi kutokuvaa hijabu ni zaidi ya mabaya ya moyo maradhi na ni stara ya aina yake isiyokuwa na mahadhi fanya ibada zote wala usiache baadhi jitahidi upate za Mola wako radhi hijabu ni silaha yako basi linda imani yako sema na moyo wako usitiri mwili wako Hijabu ni haki yako, hijabu ni maisha yako, hijabu ni pambo lako, hijabu ni chaguo lako, hijabu ni moja ya sehemu ya uzuri wako, na pia kumbuka, hijabu ni kitambulisho chako. Mtii Mola wako aliyekupa afya na uzuri wa sura yako, uhifadhi mwili wako kwa ajili ya mtu mmoja tu. Naye ni mume wako. Linda imani yako, linda utu wako, linda dini yako, jenga janna yako, tibu moyo wako, tubu dhambi zako, yafuate aliyoamrishwa na Mola wako, ili wakuige wenzako, na hakika Allah atakulipa thawabu zako, insha Allah.